Miongoni mwa wadau walioalikwa na kamati hiyo kutoa maoni ni pamoja na baraza la habari Tanzania, jukwaa la wahariri, shirikisho la waandishi wa habari UTPC, umoja wa wamiliki wa vyombo vya habari na chama cha wanasheria Tanganyika. Wadau hao kwa pamoja wamegomea kutoa maoni yao, wakidai muda wa muswada huo utakaowasilishwa na kujadiliwa kwenye bunge lijalo na kisha kutungiwa sheria ni mdogo ukilinganishwa na ukubwa wa tasnia na umuhimu wake, hatua iliyomlazimu mwenyekiti wa kamati hiyo Mheshimiwa Peter Serukamba kuwapa juma moja kujadili, lakini hata hivyo wamedai hawako tayari. Swala, wadau nimewapa wiki moja, wao wameleta maoni yao kwa maandishi mpaka Jumatano ya wiki ijayo. Na prosesi ya kutunga sheria wadau wanatuletea mawazo, lakini wabunge hatuwezi kuacha kufanya kazi kwa sababu wadau hawajaleta mawazo sisi lazima tuendelee na kazi yetu ya kibunge. Yale mawazo yao yanatusaidia kwenye kujua other side, ili tuweze katika mwisho wa siku tutaandaa amendments ili kutengeneza huu mswada ama hii sheria iwe nzuri zaidi kwa ajili ya nchi yetu. Kwa upande wake, waziri kivuli wa wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, mheshimiwa Joseph Mbilinyi Sugu ameitaka serikali kukaa meza moja na wadau ili kujadili mswada huo na kufikia mwafaka, kwani kama hautakuwa na maridhiano, huenda ukaondoa uhuru wa wananchi kupata habari ambao unatambulika kikatiba. Ili sheria iwe na uhalali, ni lazima itoke chini na ndio umuhimu wa kushirikisha wadau wengi. Kwa hiyo mimi kama waziri kivuli naunga mkono maombi ya wadau ambao wameomba ili swala lipelekwe mpaka Februari. Nje ya ukumbi wa kamati Wadau wa habari wanakutana na wanahabari na kisha kueleza ni nini hasa kilichowapelekea kugoma kutoa maoni, huku wakidai mswada huo una mapungufu kadhaa na unahitajika kwanza uwafikie wanahabari wote kwa ajili ya kutoa maoni yao na kisha ndio upelekwe bungeni. Kuna mambo mengi sana kwenye ule mswada, mambo ambayo yataathiri waandishi wa habari, yataathiri watu ambao wanamiliki vyombo vya habari, vitaathiri wale ambao wanatusaidia katika kazi zetu za habari, wachapishaji, sijui wanaofanya shughuli kadha kadhaa ambazo zinafanya kazi zetu ya uandishi wa habari ifanyike. Sheria hii tunayoitunga, kidijitali, inaweza ikakaa miaka mia moja. Kwa hiyo tunataka tutunge sheria ambayo tunauhakika kwamba haitapitwa na wakati, haitaonea mtu, itaheshimu katiba, na wakati mwingine itatupeleka huko tunakokutarajia kadri teknolojia inavyokuwa. Na kumbuka tu kwamba msoda huu ni kwa ajili ya waandishi wa habari na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo kama waandishi wa habari wenyewe hawatapata muda wa kujadili na kutoa maoni yao, maana yake e, ni kwamba mswada huu utakwenda kuathiri waandishi wa habari, lakini pia utakwenda kuathiri jamii kwa ujumla. Kutoka Dodoma, George Mbara, ITV.